Uh, helo wadau wetu wa Kingo Farm, karibuni tena kwenye chaneli yetu. uh, sasa kumekuwa na maswali mengi sana, watu wanauliza hizi busta za asili uh, nipo mjini labda nitazipata wapi? Mwingine anasema hapa nilipo vitu vingine havipatikani. Sasa leo hii nimewaletea suluhisho, nitawatajia busta tano ambazo zinapatikana maeneo yote Yani, eneo lolote lile ambalo wewe utahitaji, uh, unaweza ukazipata kwa namna yoyote ile. Hata kama haipatikani maeneo hayo, basi unaweza ukafanya, uh, wewe mwenyewe, na ikapatikana maeneo ambayo wewe ulipo. Na hizi booster ambazo nitakutajia ni zile ambazo ni maalum au ambazo zinafanya vizuri zaidi kwa kuku uh, tukianza na booster ya kwanza ambayo uh, inaweza ikapatikana maeneo yoyote ile kama wewe utakuwa uko tayari kuzipata. Booster ya kwanza ni booster ya majani ya magimbi uh, yote. Kwa sababu haya majani ya magimbi, hata kama hilo eneo unaona labda hayapatikani, basi ukienda yale maeneo ambayo huwa wanauza maua, utayakuta haya majani ya magimbi. Ukiyakuta haya majani ya magimbi, utayachukua, au unaweza ukayapanda nyumbani kwako kwenye makopo, labda au ukaandaa bustani yako na ukayapanda. Ni booster nzuri sana. Aa, uh, uh, uh, haya majani nadhani kila sehemu yanakubali, kila sehemu yanastawi. Kama unaona huwezi kupata mbegu hii, unaweza ukaenda tu kwenye maduka wanayouza maua au sehemu wanazouza maua maua mbalimbali haya ambayo yanapandwa, ukanunua haya majani ya magimbi, ukayapanda na ukayaendeleza yakawa mengi zaidi, hapo bustanini kwako au shambani kwako. Uh, hii ni booster nzuri kwa kuku wanaotaga vile vile kwa kuku wa nyama. Kama una kuku wako wanaotaga wanasuasua kutaga, tumia hii booster ya majani ya magimbi. Namna ambayo utaipata ndo hiyo, lakini kwa maeneo mengine kwa mfano kwenye mikoa kama ya Iringa, Mbeya, Njombe na Tanga nadhani haya majani ya magimbi yanapatikana kwa wingi sana. Unaweza ukayapata tu shambani au ukayapanda kwenye bustani yako na ukawa unayatumia vizuri kabisa. Ah, booster ya pili ambayo inaweza ikapatikana maeneo mengi zaidi ni booster ya majani ya mgomba. Majani ya mgomba mgomba totola ndizi, mgomba wenyewe, hii ni booster ambayo inapatikana maeneo mengi sana. Aa, kama vile vile pia unaona hiyo sehemu uliko hamna migomba, basi unaweza ukatafuta mbegu ya mgomba na ukaiweka kwenye bustani yako ukauendeleza ukawa vizuri kabisa na ukao unapata majani vile vile ukao unapata totola ndizi. Ah, haya majani ya mgomba na totola ndizi yanafaa sana kwa kuku wa nyama na wa mayai. Kama kuku wako hawatagi pia, tumia hii totola ndizi, kwa boosti, watataga vizuri kabisa. Utalipata wapi? Ah, unaweza ukapata sehemu labda mashambani ukapata hii mbegu ya mgomba na ndizi na ukaenda kuipanda. Ah, ukaenda ukanunua sehemu ambayo wanauza hizi mbegu za migomba ya ndizi ukapanda bustani kwako na ukastawi vizuri kabisa. Ah, ukija busa ya tatu ambayo unaweza ukaipata maeneo yoyote yale, yaani sehemu yoyote ile. Hii booster unaweza ukaipata, uh, ukaipanda wewe uh, mwenyewe ikastawi na ukawa unaitumia vizuri kwa kuku ni uh, haya majani ya aloe vera au hii aloe vera, wengine wanaita shubiri mwitu au shubiri uh, hii shubiri au aloe vera inapatikana maeneo mengi sana. Aa, na kama unakuwa unaikosa hii basi, ukienda vile vile kwenye haya sehemu ambayo wanauza maua ukiulizia, unataka shubiri utaipata, au maeneo ya vijijini, vijijini sehemu nyingi sana wanatumia hii shubiri mwitu, utaichukua, unaweza ukaipanda kwenye makopo yako vizuri kabisa, ukawa unayamwagilia maji au kwenye bustani yako, na ukawa unaitumia hii shubiri mwitu, ni chanjo, ni chanjo ya asili, ni chanjo ambayo ina uwezo wa kupambana na magonjwa ya virusi yote, pamoja na magonjwa ya bakteria. Lakini vile vile hii ni tiba, ni tiba ya magonjwa mbalimbali ya bakteria kipindupindu kideri, na kadhalika, ni tiba nzuri sana ya magonjwa mengi sana. Lakini vile vile hii shubiri mwitu inatumika kama booster. Kama kuku wako hawakui vizuri, uzito wao hauendi vizuri, basi hii shubiri mwitu aa, au aloe vera itakusaidia vizuri sana kuwaboost kuku wako. Utakuwa unawaboost lakini vile vile unawakinga na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kuku wako kama unawaona au kuku chotara wanatumia vizuri sana hii shubiri mwitu kwenye kuwakinga kama unasumbuliwa na magonjwa kwa hawa kuku basi, shubiri mwitu inafanya vizuri sana sana sana sana. Hata kwa broiler shubiri mwitu inafanya vizuri sana, au alovela. Kwa hiyo usiache, kama wewe ni mfugaji wa kuku, basi hakikisha nyumbani kwako unapanda hii shubiri mwitu, unaipanda vizuri kabisa kwenye makopo au kwenye bustani yako, unaipanda vizuri. Huwa inastawi vizuri sana na inazaliana kwa wingi, utajikuta baada ya muda mfupi una shubiri mwitu nyingi na zinakusaidia sana kupunguza gharama za ufugaji. Aa, na booster nyingine ambayo itakufaa hata sehemu yoyote ile ni huu mmea wa miracle plant. Hii miracle plant, miracle plant ni ule mmea ambao huwa unakuwa una, una, una utelezi fulani, unatoa utelezi. Utelezi watu wengi wanatumia kama maua, huwa yanapandwa kama maua, na hata ukitaka kuutafuta unaweza ukazipata kwenye hizi bustani za maua. Hii ni booster nzuri sana ni booster nzuri ambayo inafanya vizuri sana kwa kuku ah, ina boost, lakini vile vile inakinga magonjwa mbalimbali, na hii inastawi sehemu yoyote ile. Kama utaweka kwenye kibustani chako, utaweka na mbolea, utaimwagia, au utakuwa unaiweka kwenye makopo. Aa, na mmea wa tano ambao unaweza ukaupata au uka sehemu yoyote ile ni hizi mboga za majani, hizi mboga mboga za majani ambazo zinatumiwa na binadamu, kwa mfano labda mchicha, majani ya maboga. Hizi ni booster, ni booster nzuri sana kwa kuku, kwa sababu zinaongeza madini mengi kama madini ya chuma, madini ya calcium na kadhalika. Kwa hiyo hizi ni booster ambazo unaweza ukazipanda sehemu yoyote ile kwenye bustani yako, majani yoyote yale. Kuna majani ya chainizi, kuna sukuma mchicha haya nimeyatemu yote kama majani au mboga mboga za majani Aa, sasa haya majani huwa ni booster hii, mara nyingi sana tunaitumia kama booster, wala haina kinga yoyote ile. Lakini kama ina ina, ina kinga, basi inachochea inachochea kinga. Lakini hii tunaitumia sana kama booster kwa ajili ya kuku kutaga, vile vile kwa ajili ya kuku kunenepa. Haya ni majani mbalimbali, unaweza kwenye booster yako ukaongeza na vitu kama karoti, pilipili ukawa uh, na vitu kama hivyo na vikakusaidia sana kwa boosti kuku wako. Uh, sasa tuna booster nyingi sana hizo, nimekutajia baadhi ya booster tano ambazo unaweza ukazilima au uka, uka, ukazipanda sehemu Yoyote ile na ukazitumia kwa kuku wako. Sasa kwa wale watu ambao huwa wana changamoto labda wanasema wako mjini hawana eneo, basi hizi ni booster ambazo unaweza ukaziweka hata kwenye makopo hata kwenye eneo dogo sana, lakini ukazitumia vizuri kabisa kwa kuku wako. Uh, booster ni nyingi sana, tunakukaribisha ununue kitabu chetu cha tiba za asili ambacho kina booster nyingi sana za asili, hizo ndizo kutajia ni baadhi humo. Uh, utapata booster nyingi sana, lakini vile vile utapata tiba za asili uh, utapata pia chanjo za asili kwenye hicho kitabu. Hicho kitabu kinaitwa kitabu cha tiba za asili asili. Pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji kwa ajili ya kuwafugia kuku chotara pamoja na layers, lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Pile vile vile tuna kundi la WhatsApp, ambalo hili kundi unalipia ada ya shilingi elfu nane. Kama una maswali unahitaji kujibiwa maswali yako, au kama una changamoto au kama unapitia changamoto sana kwenye kuleaji wa vifaranga, basi hili kundi litakusaidia sana, kwa sababu huwa tunaagiza vifaranga halafu tunaelekeza namna ya kuwahudumia na mwisho wa siku tunatoa matokeo wale vifaranga wametoka katika uzito gani na kwa kipindi gani. Kama unahitaji hizi huduma basi, utachukua namba hapo kwenye video utatupigia au utatumia ujumbe WhatsApp. Gharama ya kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kujiunga na kundi ni shilingi elfu nane. Aa, asanteni sana, tunawakumbusha kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.